ya ndugu zangu wapendwa, mahali popote mlipo mkinisikiliza, ninawasalimu nyote katika jina tukufu la Bwana wetu Yesu Kristo. Asubuhi ya leo ninamshukuru Baba wa mbinguni kwa kunijalia neema ya kuamka nikiwa mzima, ingawa e, udhaifu wa mwili haukose. Madamu tungali katika huu mwili tukiwa chini ya jua, hatukose shida, hatukose kupambana na matatizo ya kila aina, lakini tunamshukuru Baba wakati wowote tunapojisikia tuna uwezo fulani wa kuweza kutenda jambo kama hili. E, na kwa kweli nafurahia muda huu mzuri wa kuweza kuchangia neno la Baba, neno la uzima, chakula cha kiroho, wakati mzuri ambao Bwana ametujalia ili kwamba tupate kutiana moyo, tupate kuhimizana, e, tupate ku saidiana katika hii safari ya kwenda mbinguni. Najua wakati uliopita na hizi siku zote tulikuwa tukiongelea habari za njia na njiani, tumeona kuna mambo mengi. Hata sasa tutaendelea kuongea kuhusu hatari za njiani. Kuna hatari njiani, ndugu yangu, usifikiri kwamba hivi wewe huko katika njia ama uko katika safari ya kwenda mbinguni E, basi wewe utafika salama tu, hautapata shida njiani, kwa maana njia hiyo tumeiona ni bwana wetu Yesu Kristo. Lakini ingawa yeye ni njia kweli na uzima, lakini katika safari hii, kwa kuwa bado tungali katika huu mwili, kwa kuwa tungali, e, ulimwenguni, basi hatutakosa kupambana na shida na matatizo ya kila aina na wiki jana wakati tulikuwa tukiongea neno la Mungu, niliwaambia msizimie moyo msichoke njiani, e, msikate tamaa msikate tamaa. Unajua wakati mwingine unaweza kutana na vikwazo, halafu unajisikia kama unafikia mwisho wa nguvu zako na we unachoka, halafu unarejea unarudi, ama unapita njia ya pembeni, e, una njiani alafu natafuta njia nyingine, unajitengenezea njia ambayo unaona kwamba itakurahisishia. Lakini nakuambia ndugu yangu, jipe moyo, endelea tu katika safari hii, kwa maana mwisho wake ni mzuri. Unajua mwisho wa neno ni mzuri kuliko mwanzo. Na siku ya leo ninapenda tuanze kuongea kuhusu andiko eh, linalopatikana katika mm, kitabu cha Kutoka sura yake ya kumi na mbili kutoka sura kumi na mbili tunaanzia mstari wa thelathini na saba hadi thelathini na nane ama makumi tatu na saba makumi tatu na mnane. Inasema wana wa Israeli wakasafiri kutoka Ramsesi mpaka Sukoti, walipata hesabu hesabu yao kama watu sita mia elfu, watu waume waliokwenda kwa miguu bila kuhesabu watoto na kundi kubwa la watu waliochangamana mno wakakwea pamoja nao na kondoo na ngombe, e, wanyama wengi sana e, ninakazia mstari huu wa thelathini na nane, nasema: na kundi kubwa la watu waliochangamana mno wakakwea pamoja nao, yaani sio wana wa Israeli tu ambao wametoka katika nchi ya Misri. Hapa ni wakati ule Musa alipowatoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri. Sasa ikaonekana kuna watu waliochangamana, yaani wa, e, wa, watu wa mataifa e, watu wa mataifa ambao nao waliambatana na Waisraeli. Wa ni wale watu ambao waliona hiyo miujiza yote ambayo Musa aliifanya huko Misri. Wakasema hawa watu ni watu wa aina nyingine kabisa. Hawa watu, mtu akiambatana nao inaweza, e, kuwa bora zaidi kuliko kubaki katika hii nchi ya Misri, kwa maana nchi ya Misri ilikuwa imepigwa kwa mapigo makubwa. E, Biblia inatupatia orodha ya mapigo kama kumi ambayo Wamisri walipigwa ili kwamba mfalme wa Misri akubali kuwaachilia wana wa Israeli waende kumtumikia Mungu. Basi hawa watu nao ambao ni watu wa mataifa mbalimbali walikwenda pamoja nao. Alafu tunakwenda kusoma pia katika kitabu cha Hesabu, Hesabu sura ya kumi na moja. Kitabu cha Hesabu sura ya kumi na moja, alafu tunaanzia mstari wa nne. E, Biblia inasema, kisha mkutano wa wafuasi waliokuwa kati yao wakashikwa na tamaa, wana wa Israeli nao wakalia tena wakasema, ni nani atakayetupa nyama tule? Unasikia, hasa hawa ni wale watu ambao walichangana na Waisraeli wakatoka huko Misri, watu wa kila aina wakachangana na Waisraeli kutoka Misri, halafu wakaja na Waisraeli wakavuka bahari ya Nyekundu na wakaendelea jangwani pamoja nao. Lakini walipofika njiani, Biblia inasema kisha mkutano katiao wa wafuasi waliokuwa kati yao wakashikwa na tamaa, wana Waisraeli nao wakalia tena, wakasema ni nani atakayetupa nyama tule? Twakumbuka samaki tuliokula huko Misri bure, na yale matango na matikiti na mboga na vitunguu na vitunguu saumu <todak> wakakumbuka haya yote lakini sasa roho zetu zimekauka, hapana kitu chochote, hatuna kitu cha kutumaini isipokuwa hii mana tu. Nasikia hawa watu ambao walichangamana na Waisraeli basi wakashikwa na tamaa, halafu wakaanza kunungunika na Waisraeli nao walikuwa pamoja nao. Waliposikia wakinungunika, nao wakaanza kunungunika na kusema, sasa ni nani atakayetupatia chakula he? Tunakumbuka samaki tuliokula huko Misri bure he? na yale matango he? na yale matango na matikiti na mboga na vitunguu na vitunguu saumu lakini sasa, roho zetu zimekauka, hapana e, kitu chochote, hatuna kitu cha kutumaini isipokuwa hii mana tu. Acha turuke mstari wa kumi, mstari wa kumi nasema, basi Musa akawasikia watu wakilia katika jamaa zao zote, kila mtu mlangoni pa hema yake, na hasira za Bwana zikawaka, zikawaka sana. Musa naye akakasirika. Musa akamwambia Bwana, mbona umenitenda uovu mimi mtumishi wako? Kwa nini sikupata e, neema machoni pako, hata ukanitwika mzigo wa watu hawa wote juu yangu? Je, ni mimi niliyewatungisha mimba watu hawa wote? Je, ni mimi niliyewazaa, hata ikawa wewe kuniambia haya, wachukue kifuani mwako, mfano wa baba mwenye kulea, e, achukuavyo mtoto anyonyaye, uende nao mpaka nchi uliyowaapia baba zao. Nipate wapi nyama ya kuwapa watu hawa wote? Kwani wanililia wakisema, tupe nyama tupate kula. Mimi siwezi kuwachukua watu hawa wote peke yangu, kwa kuwa ni mzigo mzito sana wa kunishinda. Na kama ukinitenda hivi na kuomba uniue, basi kwamba nimepata fadhili mbele ya macho yako, nami nisi, nisiyaone haya mashaka, ya, eh, nami nisiyaone haya mashaka yangu. Tunaendelea mstari wa 18. Kisha waambie watu hawa sita e, jitakaseni nafsi zenu kabla ya kesho, nanyi mtakula nyama, kwa maana mmelia masikioni, masikioni mwa Bwana mkisema, au nisiruke, acha niendelee tu niendelee kwanza kwa mstari wa kumi na sita nilikuwa nimeishia mstari wa kumi na tano alafu nika, nikataka kurukia mstari wa, wa, wa kumi na nane lakini acha tuendeleshe mstari wa kumi na sita ili usikie habari yenyewe vizuri kwa mstari wa kumi na sita biblia inasema kisha bwana kamwambia musa nikusanyie watu sabini miongoni mwa wazee wa israeli ambao wewe wawajua kuwa ndio wazee wa watu hawa na E, na maakida juu yao, walete hata hema ya kukutania, wasimame huko pamoja nawe nami, nami nitashuka niseme nao huko. Nami nitatwaa sehemu ya roho iliyo juu yako na kuiweka juu yao, nao watachukua mzigo wa watu hawa pamoja nawe, ili usiuchukue wewe peke yako. Kisha uwaambie watu hawa, jitakaseni nafsi zenu kabla ya kesho, nanyi mtakula nyama, kwa maana mmelia masikioni mwa Bwana mkisema, ni nani atakayetupa nyama tule? Maana huko Misri tulikuwa na uheri. Basi kwa sababu hiyo Bwana atawapa nyama, nanyi mtakula Hamtakula siku moja, wala siku mbili, wala siku tatu, wala siku kumi, wala siku ishirini, lakini mtakula muda wa mwezi mzima, hata hapo nyama hiyo itakapotoka katika mianzi ya pua zenu, nanyi mtaikinai, kwa sababu mmekataa Bwana aliye kati yenu na kulia mbele zake mkisema tulitoka Misri? Kwa maana gani? Maneno haya tunayoyasoma hapa ni maneno ambayo yanaonyesha jinsi gani watu wanaweza kuanza safari, lakini sasa baadaye watu wanaanza kunungunika, watu wanachoka njiani, watu wanasitasita, watu wengine wanaweza wakarudi nyuma, wengine wanaweza kuanguka kabisa wanatoka katika safari yani, ha habari hizi ni habari ambazo zinatuonyesha waziwazi jinsi gani maishani tunakumbana na matatizo ya kila aina. Hii ni hadisi ya wana wa Israeli walipotoka huko Misri. Tukiendelea kusoma ama, tukirukia mstari wa thelathini na moja ama kumi tatu na moja, inasema kisha upepo ukavuma kutoka kwa Bwana nao wakaleta kware kutoka pande za baharini, nao ukawa, ukawaacha wakaanguka karibu ya kambi, kama kiasi cha mwendo wa siku moja upande huu na kama kiasi cha mwendo wa siku moja upande huu kuizunguka, nao wakafikiria kiasi cha dhiraa mbili juu ya uso wa nchi. Ninarudi kusoma huyu mstari wa 31, nasema: kisha upepo ukavuma kutoka kwa Bwana nao ukaleta kware kutoka pande za baharini. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> samahani sana. <Aa. coughs> nao ukawaacha wakaanguka karibu na kambi, kama kiasi cha mwendo wa siku moja upande huu na kama kiasi cha mwendo wa siku e, moja upande huu kuizunguka, nao wakafikiria kiasi cha ziraha mbili juu ya uso wa nchi. Mstara thelathini na mbili, nasema watu wakaondoka mchana huo wote watu wakaondoka mchana huo wote na usiku huo wote na siku ya pili yote kuwakusanya hao kware yeye aliyepata ya upungufu kuliko wengine alipata kiasi cha homeri kumi nao wakawanika wote kando kando ya kambi, na, na, e kambi ziizungukayo pande zote zi, eh, kuizunguka pande zote nao wakawaanika wote kando kando ya kambi kuizunguka pande zote. Kisha kisha hapo, hiyo nyama ilipokuwa ikali katika meno yao wakajai eh, hawajaitafuna bado eh? Eti kisha hapo, hiyo nyama ilipokuwa ikali katika, eh, kati ya meno yao hawajaitafuna bado Hasira za Bwana zikawaka juu ya watu, Bwana akawapiga watu kwa pigo kuu mno. Jina la mahali pale likaitwa Kibroti Hatahava, maana ni hapo walipowazika hao watu waliotamani. Ah, unasikia kwamba watu hawa wameanza safari pamoja wote wameanza safari pamoja, halafu wakaenda mpaka walipofika njiani, wakaanza kunungunika, wakaanza kumnungunikia Mungu, wakaanza kutamani yale ambayo wameyaacha Misri. Unajua ndugu yangu, na sisi kama vile wasafiri wa kwenda mbinguni, wakati mwingine tunatoka katika ulimwengu, tunatoka duniani, eh, mahali ambapo tulizoea kunywa na kula, mahali ambapo tulizoea anasa za ulimwengu, mahali ambapo tulijitamanisha kwa mambo mbalimbali mbali. Halafu tukiwa katika safari ya imani moja kwa moja, tunaanza kusikia tamaa, tunaanza kukumbuka yale tuliyoyaacha huko. Huenda ni akina dada alikuwa anaishi kwa ukahaba lakini sasa ameokoka alafu njiani anaanza kufikiri e, zile pesa alizokuwa akipata haswa, kama anapambana na maisha magumu, anakosa hata mafuta, anakosa hata sabuni ya kujiosha, basi huyu dada anaanza kukumbuka e, nilipokuwa bado ningali kahaba sikukosa pesa za kula. Tazama sasa mimi njaa inaniua hapa. Alafu nakutana mtu, anaanza kufikirifikiri mambo mengi, anaanza kujiulizauliza mambo mengi, na mwishowe anaweza akarudi nyuma, hata kuanguka. Tumeona mfano mzuri kwa watu hawa ambao wametoka huko Misri, wanaelekea nchi ya Kanani, lakini njiani wakaanza kumnungunikia Musa Kanamnungunikia Msa. Msa naye kamwilia Mungu. Mungu naye akasema, sio wewe wamenungunikia, bali ni mimi. Hacha sasa na mimi nipambane nao. Ndipo Mungu akawaonyesha akawa e, uwezo wake mkuu, akawaonyesha kwamba yeye hazihakiwi, yeye ni Mungu. e, walichokitabani walikipata, lakini mpaka kikawazidi. Najua kula nyama mpaka zinatoa katika mianzi ya pua. E, chakula kinakuua kwa sababu metamani e, unakipata kwa wingi, alafu kinakuua kinakuangamiza. Na sisi katika hii safari ya kwenda mbinguni, Biblia inasema tutaishi kwa imani. Ukisoma e, Waebrania sura kumi mstari wa thelathini na nane inasema wenye haki wangu wataishi kwa imani. E, lakini wakisitasita, moyo wangu hautakuwa na furaha na wao. Eh, kusitasita, unajua mtu anaweza kasitasita katika safari e, kama anaanza kuchoka, alafu anaanza kujiulizauliza, sasa hii safari mwisho wake ni gani? Sasa mbone nachoka na bado ningali kwenye mwanzo, sasa mwisho itakuwa nini? E, alafu shetani naye anakukaribia, anakuambia ndugu yangu, sidanganyike, hii haiwezikane E, hata wakina Ibrahimu wameshindwa. E, unajua hata Samsoni na yeye mwenyewe kwa shujaa, lakini mwisho e, hapo ni kina baba akashindwa. E, wana shetani anamnongoneza, anamwonyesha basi, utakaa hivi hivi e, chukua msichana, sijui fanya hivi na hivi e, unajua hata Abrahamu pia amelala na, e, na, na, na mjakazi wake. He, hata Samsoni na yeye me, amechukua malaya. He, na yeye alikuwa ni mnaziri. Sasa anaanza kuonyesha shetani, anaanza kuonyesha mifano ya watu ambao wamechoka njiani, wamepambana na matatizo ya imani. Anaanza kuonyesha mifano kama hiyo ili kwamba kukatishe tamaa usiendelee, na kama ukiendelea kumtega sikio basi mwisho wako na wewe ni kuanguka. Bwana tusaidie. Ndugu zangu, tukiwa bado njiani, tujipe moyo e, Bwana ni mwaminifu aliyeahidi na kutenda tatenda. Ame, alianzisha imani yetu huyu na ndiye atakayeitimiza. Tusife moyo, ndugu yangu, katika njia kuna safari ngumu, kuna vikwazo mbalimbali mbali, lakini e, haitubidi tusitesite e, tusiwe na mashaka. Mungu mwenyewe anajua atatenda nini pamoja nasi katika safari hii. Basi sina mengi ya kuongea leo, nilitaka tu ufikiri kuhusu neno hili e, kwamba njiani kuna vikwazo, kuna visiki unaweza ukajikwaa, e, hata kuanguka. Unaweza ukaanguka, lakini kumbuka Mungu amekataa, e, Mungu amekataa hata kama utajikwaa ukaanguka hautaendelea kubaki hapo hapo. Nafikiri hiyo ndio itakuwa somo sasa e, itakayoendelea nayo e, hiyo ndio si, somo itakayoifuata baada ya hii. Wakati mwingine tutaangalia jinsi gani Bwana Mead ametuahidi e, ametuahidi msaada. Hakuna hakuna sababu ya kuvunjika moyo, hakuna sababu ya kukata tamaa. E, kwa maana Mungu ametuahidi atakuwa pamoja nasi, atatuinua hata kama ungeanguka lakini utasimama tena. E, mtoto wa Mungu hawezi akapotea kamwe, haiwezekane. Unajua mwana wa huyu mwana mpotevu, mwana mpotevu, mpotevu, ingawa alitoka kwa baba yake akaenda kwa nchi ya mbali, amepata shida huko, lakini ingawa ametatizwa sana na maisha huko, alikumbuka nyumbani mwa baba kuna chakula e, bado hata watumishi wanakula na kusaza. Mbona mimi natafuta fia hapa e? unaweza kwenda nchi ya mbali, unaweza kujitenga e, na upendo wa baba, lakini bado baba angali na kukumbuka bado, baba hawezi kukuachilia, utarejea tu, usife moyo, usikate tamaa. Eh, kujikwae njiani inawezekana kabisa, hata kuanguka inawezekana, lakini utakapoanguka utainuka tena, utasimama, kwa maana mkono wa Bwana ndio unakutegemeza. Eh, Bwana atakushika kwa mkono wake, lakini yote yatokana na utashi wako. Je, unataka kusimama na kupiga mbio tena na kuendelea? Eh, kama haukubali kubaki chini, basi Bwana atakuinua kwa mkono wake, kwa maana yeye anaweza. Sisi ni wadhaifu, wakati mwingi tunashindwa, lakini Bwana hashindwi. Bwana atatusaidia, Bwana atatutegemeza. Kwa hiyo ninakutia moyo, ndugu yangu, usikate tamaa e, lakini pia usinungunike e, unajua kuna watu ambao wanajifariji eh, kusema basi unajua nikimnungunikia Mungu basi ndipo Mungu naye atanitendea hivi na hivi. Ah, kumbuka hawa wameangamia jangwani eh, wamepigwa kwa sababu ya manunguniko. Mungu wetu hafurahie sisi tunungunike. Unajua, tukinungunika ni alama ya kwamba hatumwamini yeye, na mwenye haki wa Mungu ameitwa ili amwamini aishi, aenende kwa imani E, Mungu hafurahie watu wa kunungunika. Sisi hatumo miongoni mwa wale wanungunikao e, wale ambao wanakata tamaa e, wao ambao wana... aa, unajua ndugu yangu, katika safari hii ya kwenda mbinguni hakuna mambo ya kusimama, hakuna mambo ya kuketi chini, hakuna mambo ya, ya kurudi nyuma. Sisi tunapiga vita tukisonga mbele e, tunachuchumia yaliyo mbele kama alivyosema Mtume Paulo. E, kwa kweli vita inaweza kuwa kali, lakini hata ikiwa kali kiasi gani, sisi tunaombwa kuamini tu e, tumwamini Bwana, tumwinulie macho yetu, tumtizame yeye peke yake, kwa maana huyu ndiye ameanzisha na yeye ndiye atakaitimiza, e, hii imani yetu. Bwana akubariki ndugu yangu, Usife moyo, tushikane mkono, tuhimizane na usikose, usikose kushirikiana na ndugu zako. Unajua, katika ibada tunashirikiana, katika ibada tunahimizana. E, huyu amepewa hiki na huyu amepewa hiki. Unajua, kanisani ndugu yangu, kuna e, karama mbalimbali mbali, kuna vipawa mbalimbali mbali. Basi mchungaji yuko hapo, mjilisti yuko hapo, mwalimu yuko hapo, sijui nabii, mtume na watu mbalimbali mbali, mashemasi wanaotuhudumia yani, kuna kuna, kuna, eh, kuna karama, kuna vipawa mbalimbali mbali ambavyo Mungu amegawa amepatia watu eh, sijui we umepata nini ili upate kujenga mwili wa Kristo, mimi nimepata nini ili nipate kujenga mwili wa Kristo. Basi katika kule kushirikiana, katika kule kukusanyika, hapo tunatiwa nguvu. E, yawezekana ulikuwa umeanza kusitasita, ulikuwa umeanza kuchoka e, ulikuwa umeanza kurudi nyuma polepole e, kua umeregea katika huduma uliokuwa ukiifanya. Lakini unaposhirikiana na wengine, huenda unaweza kupata neno la faraja, neno la kukutia moyo, halafu unaendelea tena safari. Ah, ndugu yangu mpendwa, ninakusihi sana usikose kutega sikio neno la Mungu, kwa sababu hili tu ndilo linaweza kutia nguvu, ili upate kupambana na vita vya yule mwovu, kwa sababu hatutakosa vita, hatutakosa kupambana na vita, hatutakosa shida, hatutakosa matatizo ulimwenguni, lakini tukiwa pamoja na Bwana tutashinda. Eh, aliyeahidi ni mwaminifu sana, atakuwa pamoja nasi, hata hatatuacha wala hatatupungukia. Basi tunachoombwa tu ni kumwamini yeye na kumkazia macho, tumwinulie macho yeye, kwa maana huyu ndiye anaweza kutupigania na kutushindia. Huyu tayari ameshinda eh. Yeye hakutuonyesha njia. Unajua sheria wakati wa Musa, sheria ilikuwa akikuonyesha njia, angalia, tizama njia ndio hii eh, basi iendeye Hey, wende ah, asa, wende eh, hey, na njiani mna matatizo sasa. Nikipata shida huko itakuwaje? Bado sheria inabaki huko, na we unakwenda ukipata pambana na shida, basi shauri lako, hey, ujijue, ndio <laughs> maana Musa, wakati mwingine, akasema, Bwana usipoenda pamoja nasi, siondoki hapa, siendi fasi hey. Kama hautaenda nasi, hautasafiri pamoja na sisi basi, na mimi siondoke hapa e, niache hapa kabisa, mimi siendi fasi no. Naona mtu wa Mungu ambaye amefunuliwa e, njia hii. Njiani mna shida, na sisi wenyewe hatuna uwezo e, sisi wenyewe tunashindwa kabisa, sisi ni wadhaifu. Ukijijua hivi, nakwambia ndugu yangu, utajitegemeza kwa Bwana halafu taamua kuishi kwa imani e. Tutashinda ni kwa imani tu, na hii imani yetu ndiyo imeushinda ulimwengu asemavyo Yohana katika injili yake e. Katika waraka wake wa kwanza sura ya tano, sijui mstari wa nne e. Hiyo imani yetu ndiyo Mungu anataka na hii ndi tatusaidia kushinda katika hii safari. Bila imani tutaona vikwazo vingi, tutapambana na vita vya kila aina tutapata tutaona vitisho na tukikata tukikata tamaa tukifa moyo basi hatutamaliza safari, lakini Bwana atatusitia nguvu, kwa sababu yeye ametuahidi atakuwa pamoja nasi ili kutusaidia. Ndugu yangu mpendwa, usife moyo usife moyo e, Bwana ni mwaminifu, atakusaidia na atanisaidia pia e, tushikane mkono tuendelee. E, na Bwana akubariki unaponitega sikio. Alafu tuonane kwa wakati mwingine. Jina la Bwana libarikiwe.